Anasema habari dokta, nikamwambia nzuri, akaniambia kwema, akaniambia kwema. Anasema samahani, nimefuatilia somo lako kuhusu mwanamke kukosa joto ukeni, ukao umetaja namba na mie pia na tatizo hilo. Mwanzo nilikuwa vizuri kabisa, hata nilikuwa nikishiriki na mwenzi wangu, alikuwa akiniambia anahisi anaungua, ila sasa hivi joto halipo dokta ni kidogo sana, naomba unisaidie. Okay, so huyu ni mwanamke ambaye yeye hapo awali alikuwa na joto la kutosha ukeni kiasi kwamba mwanaume alikuwa akiingia anakutana na raha ya kiwango cha juu mpaka anamwambia, nahisi unaniunguza. Of course, mwanamke yoyote yule anatakiwa awe hivyo kitaalamu. Yaani huo ukiwa ni mwanamke hupati hali kama hiyo, hilo ni tatizo na unataka upate matibabu. Na wanawake wengi leo hii wanapitia situation kama hii na ni hatari. Sasa kinachotokea ni nini? Hiyo ni shida ya hormone imbalance, hiyo ni shida ya mvurugiko wa hormone. Mwanamke wa aina hii, maanake anatakiwa apate matibabu kwa ajili ya kuweza kumsaidia kudhibiti na kurudisha homoni zake katika hali ya kawaida. So sio tu matibabu anatakiwa apate pia na programu maalum. Kuna programu maalum ya vyakula ambavyo ninamwelekeza mwanamke anayekuwa anaingia katika matibabu ya changamoto hii, ili pindi anapozitumia dawa kwa kuweza kudhibiti homoni zake kwa njia za asili. Baada ya hapo, anakwenda kudhibiti na vyakula. Ukitumia dawa pasipo kujua chanzo kilichonipelekea ni nini, chanzo cha mvurugiko wa homoni ni vyakula. Kwa hiyo ni maana yake utumie dawa lakini ijue pia na sambamba vyakula gani ambavyo vinatakiwa ule kwa wingi, vyakula gani ambavyo vimebidi kupelekea kwenye tatizo pia uviache na kuviweka pembeni kabisa. Ni moja ya kitu kubwa ambacho Dkt Kuboja anakifanya na hakuna daktari mwingine ambaye anafanya kama Dkt Kuboja. Kwa hiyo mwanamke ambaye anapitia unapiti situation, naomba tuwasiliane katika namba ifuatayo 0765